Raisi Samia. Ndugu mwenyekiti, ndugu mwenyekiti, nimepewa nafasi kutoa salamu za mkoa. Ndugu mwenyekiti, mimi na wenzangu mkoani tumepokea uteuzi wa ndugu Salimu kwa bashasha na furaha kubwa sana, lakini tuchukue nafasi hii kumpongeza sana ndugu Salimu kwa heshima kubwa aliyopata kwa chama chetu chama cha Mapinduzi. Lakini pia ndugu mwenyekiti, huu ni mwendelezo wa Daktari Samia Suluhu Hassan kuipa heshima mkoa wa Iringa. Nafasi hii aliyopewa mwenzetu ni testimoni ya raisi kuonesha anavyoipenda Iringa. Ndugu zangu, wana Iringa, nafasi aliyopewa mwenzetu kiukweli ni kubwa sana ndio wanaosimamia maslahi mapana ya kila siku ya chama chetu. Ni matumaini yangu, ni matumaini yangu leo, wana Iringa tumepewa deni jingine. Ndugu mwenyekiti, wakati wetu nasema tumetekeleza miradi mingi ya maendeleo. Leo Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mwenyekiti, ametutega tena. Namna bora ya kumwambia asante, kumshukuru kwa heshima hii aliyoipa mkoa wa Iringa kwa kumchagua mneki wetu kuwa mjumbe wa Kamati Kuu ni kuhakikisha tunamlipa deni hili. Inapofika mwezi wa kumi, Mwenyekiti, uliniahidi na mbele ya wa wanairinga, nataka nikukumbushe, ulisema mwaka huu, kama tulivyofanya kwenye serikali za mitaa, Iringa itaongoza kwa kumpa kura nyingi Rais Samia, na sababu za kumchagua Rais Samia sababu tunazo, nia tunayo, lakini leo amesema na amesema kwa vitendo, kwa kumchagua mneki wetu kuwa mjumbe wa kamati kuu. Ndugu mwenyekiti, nimalize kwa <tipo> <tipo> kusema mimi na wewe tulikaa pale na aliposema katibu kwamba haiwezekani tumepewa heshima hii mneki wetu ambaye sasa ni mjumbe wa kamati kuu arudi Iringa kimya kimya. Na mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote waliojitoa kwa hali na mali kuhakikisha tunafanya hili jambo dogo la kumpokea mjumbe wetu wa kamati kuu koo. Ndugu mwenyekiti, hafla hii ni ya kwako. Mimi nilikuwa natoa salamu serikali ya mkoa itaendelea kushirikiana na chama cha mapinduzi mkoa na kwenye wilaya zote kuhakikisha moja, ndugu mwenyekiti, tutasimamia uchaguzi utakuwa wa uhuru na wa haki. Lakini pia tutahakikisha wakati wote wa uchaguzi na kampeni kutakuwa na amani iliyotamalaki. Ndugu mwenyekiti, Naomba nitoe ujumbe mmoja tu. Kama kuna watu wanadhani wanaweza wakajaribu hapa Iringa kusimamisha uchaguzi, wanajidanganya, wameamua kuota ndoto ya mchana, wameamua kujifurahisha. Sisi, mimi na wenzangu serikalini hapa mkoani, tumejiandaa kuhakikisha wakati wote wa kampeni za uchaguzi kwa vyama vyote kutakuwa na amani na utulivu, na hatimaye mchague yule ambaye mnadhani anawafaa. Baada ya kusema hayo, ndugu mwenyekiti, niwashukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa salamu za mkoa. Ndugu Mjumbe wa Kamati Kuu, karibu sana Iringa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.